Siza mkajisumbua siku moja mkaanza kusema ombeni serikali, tuombeni tufanye kazi. O, mnahalalisha upumbavu ushenzi kama huo Kubinua matako mnawalalisha aunasema, nasema ombeni serikali, serikali kama nyie? Mimi kama mimi na wote wenye wa akili timamu, mjua Mungu achukiae maovu yanayofanywa na wanadamu, sitawaombea kamwe, sitawaombea kamwe mpaka mtoke waziwazi wazi, muonyeshe kutubu kwa upumbavu mlio utangaza waziri. Una ndevu si una cheo na elimu, sio wanakuita profesa sio daktari, lakini na saa pamoja na uprofesa wako Umeongea jambo la kipumbavu machoni pa Bwana majeshi, nami kama mjumbe wake naongea kwamba kuhalalisha mziki uliojaa zinaa, kuhalalisha uwe ni kitambulisho cha taifa, mnalijaza taifa laana. Mnataka gadhabu ya Mungu ije kwenye taifa, na ndio maana mvua zinanyesha zireweki. Hii ni kwa sababu viongozi wa taifa mnatokea mbele ya hadhara na kutangaza ufuska kama huu uwe ni utambulisho wa taifa. Ni tamko ambalo alifai kusikika, ni aibu. Yaani ni ya aibu kama Mtanzania uko Marekani mahali anaambiwa mziki huu wanabinua matako hivi ndio mziki utambulisha taifa. Hivi hivi unaonaje wewe? unaonaje wewe? Yaani mtu yuko mahali yuko diaspora same UK yuko USA anaambiwa haya, utambulisho wa taifa ndio huu hapa, huu ndio utambulisho wa taifa lenu. Hivi hivi na kuingia kilini wewe waziri wewe. Wewe waziri na kuingia kilini. Kama hata baadhi ya watu wana comment wasema, hivi ni Kabudi yule yule au amegeuzwa akili? Kabudi upi huyu mbona? Wewe ni mzee mtu mzima unafahamu hivi, tumekuja juzi na vijana hivi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 ya, ya, ya. Watu kama uchi wanacheza tena, wa mtu analewa na na mbele Tue, Abua, yani Ka, baku, fani, mbele kawaida eh. Bagamoy. e <imptonian> Waziri Palamagamba Kabudi kuitangaza singeli kama ni mziki wa kutambulisha taifa ni kuitangaza Tanzania kama ni nchi inayopenda zinaa au ni kuijaza nchi laana kwa sababu ya wazinzi kuwa wengi? Naongea kama mjumbe wa Mungu, naongea kama sauti ya Mungu, naongea kama sauti inayoelezea Mungu au mbingu zinajisikiaje kwa mambo kadha wa kadha anaweza akawa anaendelea ndani ya nchi. Nataka nikujulishe wewe waziri na kabineti yote mliojadili huo mjadala wa kuitangaza singeli, mziki wa kizinaa, mziki uliojaa zinaa, mziki wenye staili za uchezaji zilizozaa zinaa na zilizopelekea zinaa iwe na nguvu kwenye vichwa vya watu mziki ulio na kazi ya kuvuruga ndoa za watu, kuvuruga akili za vijana, kuvuruga akili za mabinti, ndio mziki mnautangaza uwe mziki wa taifa. Mimi kama mjumbe wa Mungu nakataa, nasema hiyo hapana. Na kama mnaweza kusikia sauti ya Mungu, basi huo mziki na hicho mlichokitangaza kifuteni mara moja mara moja. Bora hata mngetangaza zilipendwa zile zile walizokuwa wanaimba najuta sui sura yangu rangi ya chungu. Angalau hata mngetangaza zile, angalau mngetangaza zile jazz bendi, zile zilikuwa ni nyimbo, zina mafunzo, zina maadili kuliko kuna ujumbe, wanaimba, wanaelezea ujumbe fulani, wanaelezea ujumbe, uwe ni mtu, uwe ni kijana, uwe ni mzee, ni, ni kuna maadili fulani yamo mle ndani, lakini sio singeli. Miziki imejaa zina ona watu wanacheza kanga moja, wanacheza Wamebinua makalio wa juu, mnatangaza mziki wa aina kama hiyo uwe ni utambulisho wa taifa? Maanake mnataka dunia iwe najua ninchia zina, ninchia watu, umalae, yasema, na jua Tanzania ni nchi ya zinaa ni nchi ya watu waliojaa umalaye. Biblia inasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa na hivi mnavitangaza. Maanake mna mna certify mnahalalisha, mna singeli, staili za singeli, vigodoro kwa sababu mwisho yote hivi vitu hivi vya uchiuchi umalaya umalaya, hivi hata tu nyi wenyewe kwenye, kwenye utaratibu weno au vinavyoitwa BASATA BASATA, ingekuwa BASATA ingekuwa haishambulii nyimbo za kinanei au nyimbo za yeyote anayepinga anayepinga dhuluma yeno, ameimba, wanatuona nyani. Ndo BASATA hapa. BASATA ingekuwa BASATA, aina ya kwanza ya mziki wa kupinga na kuzuia ungekuwa ni singeli na vigodoro, kwa sababu singeli na vigodoro mjadala wake mkubwa ni zinaa, ni kuchochea zinaa, ni kuwafanya watu wawe wazinzi. Na zinaa haijawahi kuliacha taifa salama hata siku moja. Mnavyotangaza singeli huwe ni mziki ambao ni kitambulisho, ukishasema utambulisho wa taifa maana yake huo mziki lazima utengenezwe sana, yani wauprodusi sana, lazima waucheze sana, lazima wacheze kanga moja sana, lazima wabinue matako sana, yani lazima huo mziki huwe ndo blandi, ili ndo we blandi ya, ya taifa. Lazima huo mziki uchezwe yani, uwe yani, ndo mnawachochea yani, wawe ndo, mna ndo wanaupiga mpaka kuna kucha. Sasa nawambia mnalijaza taifa laana na kila mwenye akili timamu anajua ya kwamba nyie mnatangaza maangamivu ya taifa. Kutangaza mziki wa kimalaya kama huo, mnatangaza maangamivu ya taifa. Nawambia na nakwambia wewe, unavyotangaza umalaya, inawezekana unadhani mabinti zako wako salama, inawezekana unadhani mkeo yuko salama, lakini nakuhakikishia kwa kadi, mnavyotangaza vitu kama hivyo, hautaamini hausiboi wako siku moja atambaka mkeo kwa sababu ya zinaa iliyojaa kichwani mwake. Hautaamini hausiboi siku moja atambaka binti yako kwa sababu ya zinaa iliyojaa kichwani. Na wewe unadhani hiyo zinaa itaenda tu kuathiri watoto wa watu wengine, si wewe? watoto wako ni getikali amina. Nakuambia madhara ya zinaa kuitawala taifa, licha ya Mungu kulipiga taifa, yataenda kuitafuna hadi familia yako utakapoona aidha, ni binti yako, ni binti wa kaka yako, ni binti wa mdogo wako amebakwa, kwa sababu ya huyo kijana alijaa zinaa kichwani, kwa sababu hicho mnachokiita singeli, ndipo utakapojua kwamba uovu una madhara hadi kwenye nyumba ya baba yako, na uwaziri wako bado hautakuwa salama. Sasa niwambie, niwambie nye watu ambao mwisho wa siku mnakuja kutokea huku na huku, ombeni viongozi, tuombee malaya kama huo, tuombee malaya kama huo Tuombee singeli mnazohalalisha, tuombee kubinua matako kwenye singeli huko ndo. Tuombee viongozi, tuombee ujinga kama huo. Tunamuombea kiongozi ambaye yeye mwenyewe kwanza anaonekana ni mwadilifu, kutembea kwenye njia za Bwana chini. Mkajisumbua siku moja, mkaanza kusema ombeeni serikali tuombeeni, tufanye kazi. Huyo mnahalalisha upumbavu ushenzi kama huo, ufuska, kubinua matako mnawalalisha hapo, nasema ombeeni serikali. Tuasikaombea serikali kama nyie nyie matendo yenu mtapata ujira wa matendo, mtapata mshahara wa ufuska mliohalalisha. Huo ndo mtakaopata, na mtaupata hata kama sisi tunaopiga kelele mtatuchukulia hatua, lakini mshahara wa ufuska huo mtaupata, mtake msake. Sasa kwani nikusomee maandiko kwanza, pa nikusomee maandiko ili upate kujua hasira ya Bwana inavyowaka pale ambapo mnakuwa mnafanya mambo maovu ndani ya taifa nikisomea maandiko. Najua wengi ambao mna namna za uchawachawa, yeye huwa mkishaa sikia vitu kama hivi, mnaona hamna, wewe heshimu mamlaka. Hatutii mamlaka za kipumbavu kama hizo, ambazo zinakuwa inas, zinahalalisha kila kitu, zenye naweka tu sawa sawa, zinaalisha kila kitu, zinaweka sawa. Hapana, hapana. Yeremia saba mstari wa kumi na sita, basi wewe usiwaombee watu hawa wala usiwapazie sauti yako wala kuwaombea dua wala usinisi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, huoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu watoto uokota kuni na baba zao washa moto na wanawake kukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji wapate kunikasirisha mimi. Je, huoni wanavyohalalisha singeli na kufanya kuwa mziki wa taifa uwe ikiwe ni kitambulisho cha taifa duniani? Je, huoni wanavyoitambulisha Tanzania iwe ni nchi inayojulikana duniani kote inapenda kubinua matako na kuzini na vitu kama hivyo. Je, huoni? Mimi kama mimi na wote wenye akili timamu tunamjua Mungu achukiaye maovu yanayofanywa na wanadamu. Sitaombea kamwe, sitaombea kamwe mpaka mtoke waziwazi, muonyeshe kutubu kwa upumbavu mliotangaza. Hey, naita upumbavu, ndio. Ni waziri ndio ni waziri, una ndevu, si una cheo na elimu, si na wanakuita profesa siu daktari. Lakini nasema pamoja na uprofesa wako umeongea jambo la kipumbavu machoni pa Bwana majeshi, nami kama mjumbe wake naongea kwamba kuhararisha mziki uliojaa zinaa kuharalisha uwe ni kitambulisho cha taifa, mnalijaza taifa lana, mnataka gadhabu ya Mungu ije kwenye taifa. Na ndio maana mvua zinanyesha zireki. Hii ni kwa sababu viongozi wa taifa mnatokea mbele ya adhara na kutangaza ufuska kama huu uwe ni utambulisho wa taifa. Kama sauti ya Mungu napiga kelele hiyo, hapana, hapana, hapana, hapana! Hata likilipata lolote na kataa, mnaijaza nchi lana Nikusomea andiko zingine hapa katika, katika Wakolosai. Kusomea andiko zingine hapa upate kujua hapa, napinga napinga laana ya Mungu kuja kulipiga taifa. Katika, katika Efeso hapa tano mstari wa tatu lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, uasherati usitajwe. Hivi kweli uasherati unaweza usitajwe ndani ya hili taifa? kama watu wanakuwa hizi singeli zinomeza ndo mziki, yani ni utambulisho unaoonyesha hili taifa ni furu, wazinzi wote, yani wote halina mtu wa Mungu. Mimi napiga kelele, nasema hata kama wengine inawezekana wajaona maana lakini mimi tu kukuletea habari, napiga kelele na sauti yangu isikike duniani kote. Napinga tamko la wewe waziri, nalilaani, nalipaka mavyani, nalipinga, nalipinga kwa jina la Yesu, nalipinga na kama mnataka nchi sijaaraana hilo tamko litangue, litangue mara moja. Umeongea kitu ambacho hakistahili kabisa kuongelewa katika jamii Nalipinga kwa nguvu zote, mimi kama sauti ya Mungu sioni haya, napinga notamkola kwa nguvu zote. Sikia nikusomee sasa, washati usaje kwenu, wala uchafu wowote wa kutamani, ambao singeli zinaingiza uchafu wa kutamani. Haya, baada ya hapo nasemaje, kama yosaiv a watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, wala ubishi hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua, hakika ya kwamba hakuna mwashirati wala mchafu wala mwenye tamaa, ndiye mwabudu sanamu, aliyemrithi katika ufalme wa Kristo. Akaya tuachana naye, lakini mstari wa sita anasema, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi hata hey, kama ukasema mimi siokoka, hasira ya Mungu wajia wana waasi. Na ili taifa limewekewa walinzi, limewekewa watu wa kupiga kelele. Mungu anasema kwamba nimeweka walinzi katika Israeli, hawatanyamaza. Nikusomea hiyo katika Isaya, katika Isaya, ili upate kujua kwamba hatutanyamaza. Hatutanyamaza wala hatutaacha taifa mligeuze kuwa taifa la wazinzi katika Isaya hapa sitini. Na mbili, Isaya mstari wa sita, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e, Yerusalemu, e, Tanzania nimeweka walinzi juu ya kuta zako hawata nyamaza mchana wala usiku, ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, hata nyamaza mchana wala usiku. Sisi ni mbwa tulio na meno, ni mbwa tunaobweka, si mbwa bubu. Tunamona umalaya, sikia nikwambia, umalaya huu sisi hatuupingi kwa sababu tutaingia kanisani, mi hataupita mbele yangu huko uchi wa mnyama, mi sina shida na wewe, lakini umalaya huu tunajua ukishaenda kuiathiri jamii. Maandiko yasema azinie na mwanamke ana akili kabisa. Hawa mnaotaka wao wanakesha kwenye vigodoro, ndio watu ambao wataenda maofisini, watakuwa wanafanya ubaya wa kila aina. Hawa mnaotaka wao wanakesha kwenye vigodoro, mtu akisharahisha kuzini akishajaa tamaa, kuna kitu atafanya kwa uzuri. Kwa hiyo hao ambao mnataka wao wanaangalia hizi singeli, wanashuhudia kubinua matako, ni watu ambao mwisho wa siku tutaenda kutana nao ofisini, na ndio maana tunapinga, kwa sababu najua zinaa inapo itawala taifa, ghadhabu ya Mungu huwajia hata wana wa uovu hujaokoka lakini ghadhabu ya Mungu itakujia, kwa sababu dhambi haina cha... unajua haina cha uijui, bado utapata madhara. Hiyo dhambi tu lazima utayapata. Sasa nikujulishe, eh, nimwambie kwamba taifa lina walinzi, taifa lina watu ambao wana cross check kila mnachokifanya. Na nikujulishe kwamba wewe ni waziri, lakini ilo tamko ulitangue ulitangue nchi sio ya malaya, nchi sio ya wazinzi, nchi sio ya jua. Mlitumie vigezo vipi kualaisha vitu kama, lakini mimi, mimi napinga kwa sauti hii napinga, kusema nchi hii si ya wazinzi, na hilo hilo lipitisha litangue, yani litangue haraka iwezekanavyo, na yote ameleza, kumfikishie clip, umfikishie tu, umfikishie ile tamko lake litangue mara moja. Ni tamko ambalo alifai kusikika. Ni aibu, yaani ni aibu kama Mtanzania uko Marekani mahali, anaambiwa mziki huu wanabinua matako hivi, ndo mziki utambulisho wa taifa? hivi hivi, unaonaje wewe? Unaonaje wewe? Yaani mtu yuko mahali, yuko diaspora, sem UK, yuko USA, anaambiwa, haya, utambulisho wa taifa ndo huu hapa, huu ndo utambulisho wa taifa. Leno hivi hivi, na kuingia kilini, wewe waziri, wewe wewe, waziri na kuingia kilini. Ndio maana hata baadhi ya watu wana comment wasema, ivi ni kabudi yule yule au wamegeuzwa akili? Kabudi upi huyu? Mbona wewe ni mzee, mtu mzima, unafahamu hivi vitu vimekuja juzi na vijana, hivi vimekuja vimejaa umalaya, vimejaa ufuska. Ni mzee, mtu mzima alafu unaalisha vitu unaalisha, unatengeneza kizazi gani? Una, unatengeneza una, wajukuu wa aina gani? Unataka taifa lije kuwa taifa la aina gani? Unapitiza una, una yaani, najiuliza are you thinking of the future yani unafikiria hii taifa itakuwa na future gani? Unafikiria kizazi kijacho kitakuwa ni cha aina gani? Hayo yote unayaangalia kweli? Hayo sauti ya mtoto wa mtu aliyetoka gerezani, akisema: itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa kuwa Bwana mhukumu wake yu karibu na kuja kumlipa kila mtu sawa na matendo yake. Eri, kila mtu ambaye atateswa, atafungwa, atauawa au kumizwa katika Bwana, tangu sasa apate kupumzika baada ya tabu zake. Bwana mhukumu wake ukaribu kuja kukulipa wewe waziri, kiongozi yoyote, sawa na maisha yako. Hii ndo maana ile neno marana.